Hello, vipenzi vyangu, hello vipenzi vyangu. Leo tuangalie kuhusu placenta. Je, yeah, placenta ina umuhimu gani haswa? Kwa wazee wetu walikuwa wakiifanyia nini na ilileta matunda gani? Kwa hivyo, kwa wewe ambaye haujui placenta ni nini wala hujui yako, kama wewe mwanamke ulipojifungua uliiacha wapi, na kuomba usikize kwa makini ili isije ikajirudia Hivyo, placenta yako iko wapi? Hilo ni swali kwanza ninakuuliza, kwa sababu placenta ni maisha yako. Placenta ni mti wako wa uzima. Kama unavyoona kwa picha, mti wa uzima unafanana na placenta. Placenta ni ulimwengu wako wa kwanza. Acha nikukumbushe kidogo jinsi placenta ilivyokuwa ikitumiwa wazee wetu wa hapo zamani, kitambo kidogo Ilikuwa nini ikitokea haswa na nyumba hii ya uzazi au hii placenta? Wazee wetu pindi tu mtoto alipokuwa anazaliwa, wanafamilia walikuwa wakichukua placenta au Kiswahili tunaiita kondo na kuizika katika eneo la nyumbani kwao, eh? Wanaizika nyumbani kwao au kwenye mti wa eneo la nyumbani sasa jiulize, kwa nini walikuwa wakichukua na kuizika nyumbani kwao au eneo la mti wa nyumba yao? Hii ni kwa nini? Nitakwambia kwa nini, lakini sasa naomba ujiulize wewe mwanamke unayenisikiza au binti ulio ambaye ushajifungua, na wewe ambaye bado, kwa nini umuhimu wa kuchukua placenta eh? Kwa sababu kunao walichukua eh, wakaachia madokta eh, walipozaliwa wakaachia madokta au nesi ili waishughulikie hiyo placenta. Lakini baadhi ya wazazi wanaamini kuwa placenta haina faida yoyote, hawajui umuhimu wa hii kondo. Eh, lakini ukiangalia Kiafrika kuwa kondo ni hatima ya watoto wetu eh, lolote ukitaka lifanyike kupitia kondo basi linaweza kumuang, kumwangamizia mtoto eh, ama kumwangiza mtoto kufanya chochote kupitia kondo. Nakuuliza tena uone, nisikiza, kondo lako nani alichukua? Kwa sababu hapo kale walikuwa wakizika kondo na kupata kupanda mti wa matunda juu yake eh? Wanafamilia walikuwa wakienda wakinuia mtoto alete matunda, awe wa faida katika jamii au familia, alete matunda kupitia ule mti. Kwa hivyo kondo lilikuwa likizikwa, linapozikwa pale nyumbani, basi kunapandwa mti wa matunda na manuizi ya kuwa huyu mtoto aliyezaliwa alete matunda katika familia. Miti yote tunayo fanyia matambiko mengi, ni miti ambayo wazee wetu walizikwa wali makondo ya wa mababu zetu yalikuwa pale. Ndio maana ile miti wakati tunaizungumzia tunafanya kazi kiroho pia. Kwa hivyo, kuzika kondo la mtoto nyumbani kunasaidia mambo mengi sana, haswa kama wewe ulikuwa hujui faida ya kuzika ile kondo au placenta. Mengi sana nafanyika. Kwanza, inafanya mtoto akumbuke nyumbani, hata akienda kutafuta mbali na nyumbani, basi akipatacho arudishe nyumbani kwa wazazi wake. Kwa hivyo leo hii watu wameenda kutafuta mbali na kwao eh, wamejipata, wamewekeza katika ardhi za watu, lakini ukienda kwao huamini hawana chochote. Wanatamba tu mjini, lakini kwao hakuna kitu. Wengine hawana maana, hawana kitu eh, kwa kuwa tu dokta ali, ali, alichukua kondo wakalichoma, ama pengine wachawi walilitumia vibaya eh, wengine akili zao wanazijua hao wenyewe kwa kuwa tu kondo zao zilitupwa vichakani au mtoni, basi akili za watoto zinakuwa hazijatulia wengine kondo zilichomwa kwa moto, kila wanalolifanya halifanikiwi. Na bado wachungaji na mashe eh, wanawapiga hela sana kwa kuwatafutia msaada. Sasa usije ukarudia makosa kama ya mzazi wako alivyofanya. Eh, make sure unaomba kondo la mtoto wako pindi tu atakapozaliwa. Usione aibu, wakikuuliza waambie, naenda kupikia supu ama hii ni kwa sababu ya matambiko ya jamii yangu ya Kiafrika, nafaa nitimize, nipande kondo la mtoto wangu ili liweze kuniletea manufaa.